Huu hari gani? Hii ni Street Report, mimi na Didi Costantino, karibu sana hivi sasa, the street funny news. Sasa nataka kuanzia kwenye habari moja ambayo iko imetokea kule nchini Nigeria, ambapo wana ndoa wawili eh, walienda kukata taraka kwa kwa wakili eh. Sasa baada wamefika pale, walienda huko wamevaa uh, sare. Just imagine mnaenda kukata uh, kibali cha taraka huku mkiwa mmevaa sare wewe na mpenzi wako eh? Jaji akawafukuza kwa sababu eh, walionekana kama wanaonyesha utani hivi. Yani, mnaenda kukata kibali cha taraka au kuomba kibali cha taraka, alafu nyinyi mnaenda mmevaa sare. Kwa hiyo wakafukuzwa pale, ikawa ni moja kwa moja, wakarudi nyumbani, walikuwa hawana namna kwa sababu eh, walionyesha kama hawana nidhamu na wanaonyesha kitu ambacho eh, masihara masihara hivi maoni yako ni yapi kuhusiana na hilo Bwana? Hii ni Street Report, mimi na Di Costantino. Tuachane na hiyo habari, tunaenda kwenye habari nyingine sasa. Bwana mmoja pale nchini China anaitwa Zhang Qingyun amenyimwa kazi kwenye kampuni zaidi ya 15 kwa sababu al alionekana kwamba ana kichwa mraba. Yaani kwenye kila kampuni ambayo anaenda kuomba kazi alionekana ana kichwa, umbo lake la kichwa kimekaa mraba hivi, kwa hiyo kila kampuni ilikuwa inamkataa na kampuni hizo zilikuwa zinasema kwamba uh, atashindwa kufanya reputation nzuri. Navyosema reputation ni, atashindwa kuwa na muonekano mzuri, yani watu wakimwona yeye alafu akaifananisha na kampuni basi wanakuwa na muonekano na, na, na wake ni mbaya, ndo kampuni nyingi ambazo uh, zilikuwa zinataka kumwajiri zilikuwa zinasema hivi. Kwa hiyo bwana huyo mpaka hivi sasa anateseka na maisha kwa sababu ya muonekano wake tu. Wewe, kuna kampuni flani sasa kunyima kazi kwa sababu ya muonekano wako? etavipi, e, nchalafu, na vipi ikitokea hivyo kwako utafanyaje? Eh, tuandikia hapo kwenye comment, alafu mimi nitapita na ujumbe wako eh. Bwana, hii ni Street Report, ninazidi kukumbusha kila wakati cha muhimu zaidi ni kusubscribe hapo, alafu tutakuwa tunaenda sawa eh. Kuna story nyingine ambayo imebuma sana au imebamba sana pale nchini Japani, ambapo bwana mmoja E, alimshtaki mke wake kwa sababu watoto wake hawafanani na mama yao. Just imagine watoto waliozaliwa hawafanani na mama yao. Isingekuwa ajabu kama watoto hawafanani na baba yao. Labda tungesema kuna mchepuko, labda alimuingilia mwanamke huyu. Lakini cha kusikitisha au cha ajabu ni kwamba watoto hawafanani na mama yao. Baba huyu akaamua kumshtaki mke wake, na alipofika mahakamani, baada ya kumshtaki, mama huyu alikubali kwamba ni kweli watoto wake hawafanani na yeye, kwa sababu alivyokuwa binti mdogo, basi alijichubua au alijienda kujiweka sawa, nenda kujifanya, uh, ni kama plastic surgery eh, basi ikabidi, eh, arudiane na waendelee na masuala ya ndoa kama kawaida, na baba huyu basi, eh alikubali waendelee. Eh, vipi ingetokea kwako, eh, mke wako ni kwamba E, watoto wao wafanani na mkeo? Ungefanyaje? Ungempeleka mahakamani? Watoto wadogo wao wanakuwa yani, na na tabia tabia ya ya kupepesa macho macho, wana tabia ya kufunua macho na mnafani kama ambavyo unaona hapo hapo kwenye picha hapo, eh, eh, sasa watafiti wanasema kwamba mtoto akiwa anafanya hivyo akiwa akiwa na umri mdogo, basi akiwa mkubwa atakuwa na tabia za wizi au watakuwa na tabia za udokozi. Eh, unakuta mtoto anajua jini, password ya wifi ya jirani yake, unajiuliza ni kwa nini? Basi unakuta jamaa ni kwamba alivyokuwa mdogo basi alikuwa na tabia kope pesa macho kama hivyo. Watafiti wanazungumza hayo, sio mimi, ni watafiti eh? watafiti mbalimbali wanajaribu kuzungumza mambo mengi. sina eh? ziada kwa leo hii. Ni Street Report, nipande kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kama Street Journalist. Sina ziada kwa leo.